Hii ni stori kuhusu mbegu ya kiume iliyoleta shida katika mji mzima na uharibifu wa hali ya juu. Stori inaanzia katika benki ya mbegu za kiume. Baada ya mwamba kwenda kupima uwezo wa mbegu zake za kiume, kutokana na kushindwa kumpa mke wake mimba, na daktari wake anagundua jamaa ana tatizo la low sperm count, anaamua kumpa dawa ya kuongeza uwezo wa utengenezaji na kutibu tatizo hilo. Baadaye jamaa anajisikia maumivu makali sana na kuamua kwenda chooni kuona ni nini shida. E bwana e, kitu cha ajabu kinatoka kwa jamaa akiwa chooni. Jamaa anagundua ni mbegu yake lakini ina ukubwa usio wa kawaida. Jamaa anahangaika kuikamata isilete shida, baada ya kugundua inaongezeka ukubwa kila baada ya dakika. Misukosuko akiwa chooni, kuna mwanadada anakumbana na balaa zito la mbegu hiyo inayotaka kumwingia. Mwamba anafanikiwa kuichomoa, na kwa bahati mbaya inafanikiwa kukimbia mazima katika mji na kuendelea kukua na kukua na kuwa monster. Nini mwisho wa filamu hii? hii inaitwa Chillerama. Eh bwana eh, hii ni ya wakubwa tu filamu, imetoka mwaka 2011 na imedirectiwa na Tim Sullivan. ila ninachokusii site kuitafuta japo ni ya muda kidogo, kwani kuna matukio ya ajabu sana. Usiache kusubscribe kwa burudani zaidi.